Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, wapenzi wa kripu za Babu Haji swodangeni, asante sana. Leo ninakuja na kitu moja inasema aa, maajabu ya e, mgagani. Maajabu ya mgagani, mgagani huu e, ni mmea ambao ni mdogo sana e, na huliwa kama mboga. Mgagani huliwa kama mboga na pia vile vile mgagani ni mboga chungu, lakini ni tiba pia vile vile. Katika sala ya tumbo, mgagani unafungua mambo mengi sana. Na mgagani ni uchawi, mgagani ni laana, mgagani inaondoa laana. Na mgagani uh, una, unaweza kukusaidia kuondosha laana uh, izumo kwa kutumia e, mgagani unafanyaje? Basi usisahau kusubscribe e, chaneli hii ili uendelee kupata masomo, na pia kwa wale wenye kuhitaji mafuta e, yale ya mvuto mapenzi, na kila e, mambo mengine mengine, e, biashara na kadhalika, basi usikose mafuta yetu. Mafuta ya manedro bado yanapatikana na yenye nguvu kubwa kabisa. Asante sana. Na pia vile vile wale wenye kitambaa cha kadhimir hapa kati viliisha, lakini sasa vinapatikana pamoja na kitabu chake kwa gharama shilingi elfu ishirini na tano. Unatumiwa mahali popote pale ulipo. Asante sana, na Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi katika kila jambo tunalolifanya. Basi Mwenyezi Mungu alitie mkono ndani yake, na tunapokingeuka, Mwenyezi Mungu pia a, a, a, atusamehe inshallah, atoe kaka njia iliyonyoka. Asante sana. Uh, maajabu ya mgagani. Mgagani una maajabu ya aina gani? Kwanza kabisa, mgagani uh, ni dawa mzuri sana katika mtu aliyefungwa kujifungua. Kama mtu amefungwa kujifungua na wakati wake umeshafika wa kwenda kujifungua mwenye hospitali, basi aende na mgagani Atakapofika kule hospitali, basi chukua ule mzizi wa mgagani, tia mdomoni, tafuna, kisha meza maji yake, basi hufungua e, mtoto tumboni, na utajifungua salama bila hata operation, kwa sababu wengine mpaka watandiko kwa kisu ndipo mtoto apite. Kwa hiyo, hiyo inaweza kukusaidia pia. Mgagani unaweza ukamwona mtu mbaya, e, mtu mbaya life bila chenga Unafanya namna gani kwa kutumia mgagani huu? Basi chukua mti wa mgagani, nenda katika mti wa mgagani, lakini hii ni kazi ndefu kidogo. Hii unamuona mchawi na jini, jini ni wote ni na wachawi, kwa sababu jini ni kiumbe asiyeonekana. Kwa hiyo na mchawi anapokuwa kajigeuza, basi na yeye tunaweza tukasema hafu jini, umeona. Sasa katika huu mgagani unaweza kufanya jambo na ukamuona. Unafanya namna gani? Kama uko mahali pazuri ambapo huwezi kuonekana na mtu yeyote, basi vua nguo zote uh, hapo kwenye mti huo wa mgagani, kisha chimba kwa round, ili usikate mzizi usikatikie. Chimba kabisa shimo, shimo, shimo chimba, shimo chimba niende chini kabisa, um, alafu kisha katika hilo shimo uh, neno naangalia ili usijoka kukata mzizi, natakiwa ule mzizi utoke wote kisha utoa wote basi, uh, vaa nguo zako vizuri, nenda na mzizi wako nyumbani, kata kipisi cha namna hii kipingili cha namna hii ambacho uta, ki, kisha kikata pap, alafu nakianika kinakauka, utakichonga kama umambo, kama umambo ule unaopigilia ngozi ehe, kama umambo unaopigilia ngozi kisha baada ya kumaliza kuchonga huo mambo, ukishakauka utupia juu ya bati, mtu yeyote siuone, au uanikie sehemu ambapo mtu hawezi kuona, hata kama ni kwenye majani huko polini, wapi mlali, uweze kukauka. Alafu kisha utachukua ndulele, tula tula, tobotobo, anyapoli, tobo, aweja sana. Nafikiri mmeshanielewa. Alafu ukishamaliza kuchukua hivyo Ee, unachoma katikati, choma ule mti katikati, kale kaumambo ka mti kachonga kamesha kauka, choma katikati ya ule mti wa nyanyapoli. E, ukishamaliza kuchoma alafu, e, puliza, pulizia huku ulikochomea, ikaingia hivi, basi pulizia kwa huku itakapotoa kitu kama tochi kwa mbele ukatoka kama povu kama unapopiga hivi sabuni, na inapotoa povu, utakapoona lile povu eh, limetoka kwa mbele, basi bonyeza lile povu, lile pia litoa lile povu, halafu kisha paka kwenye masha namna hii namna hii, ule ule uteute ule majimaji ya, ya lile eh, povu. Kama hujapata vizuri, unapuliza tena nikisha toka lile jicho jicho lile kama tochi, toa lile nani, paka paka macho yako, kisha hiyo tunguji pamoja na nani ulivyovichomeka namna hiyo, tia mfukoni, naenda katembee, utaona maajabu makubwa sana. Hayo ni maajabu ya mgagani. Mgagani pia wanatengenezea dawa ya izumo eh, hiyo dawa mimi nilitengenezaga muda mrefu sana, lakini kuitumia huwa naiogopa kwa sababu kidogo sisi watu wa hasira. Unaweza ukamwambia mtu kitu na kikatokea na kikawa, unaona, kikatokea na kikawa. Kwa hiyo inakuwa sio dawa e, nzuri e, sana. Taka kuitumia tumia mara kwa mara. Dawa hii ni dawa ambayo ina ukubwa mkubwa sana. Mgagani ni dawa kubwa sana ya kichawi mgagani. Hata yale majani yake ukijua kuyatumia vizuri, majani ya mgagani pamoja na maua yale ya, ya vinini vile ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya mgagani eh? Unaona bwana, pamoja na vile vi-vishangaa kwa vile vi- vimwili mwili vya usiku vile vi- vinyotonyota vile Uh, ukachanganya na vitu vingine vingine, basi unaweza kutumia dawa hii, ukaona kama mchana na ni usiku na wote utawaona na wao hawatakuona, lakini hadhari, uwe na kinga ya kutosha katika mwili wako. Haya yote ni maajabu eh, ya mgagani. Sasa hivi nimewatengenezea, eh, dawa ya mvuto mzuri sana kwa wale wanaohitaji mvuto, biashara, mapenzi Ee, na kadhalika, basi karibuni sana mambo hayo yapo kwa soda yangeni ya kutosha kabisa, mjiwahi mwaka huu, manake mwaka kesho, mwaka kesho naweza nikasafiri kwenda mbali sana, mtanikosa, e, mtanipigia simu na hamtonipata hasa. Muda huu ndio wakuonana na soda yangeni na ndio muda wa kufundishana mambo mengi mazuri na matamu kabisa, na hata kama wewe unao la kunifundisha ndugu yangu, nifundisha kwa sababu wanasema elmu ghaibi elmu ee, ni ghaibu ya mwenyezi Mungu ambaye amempa mtu basi. Kama naona yapo ndugu yangu, nisaidie na mimi ee, niweze kupata kupandapanda, nifikie angalau hata nusu yenu, inshallah. Salamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh, waweja sana.